Mwigizaji maarufu wa filamu duniani anayefanyia kazi zake Hollywood nchini Marekani, Idris Elba amekutana na kufanya mazungumzo na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr Hussein Ali Mwinyi katika jiji la London nchini Uingereza. Katika mazungumzo yao Rais Mwinyi amempongeza Idris Elba kwa uigizaji wake mahiri ambao umemfanya kuwa ni miongoni mwa Waafrika wanaofanya vyema katika soko la filamu duniani. Amemkaribisha Zanzibar kuangalia fursa mbalimbali zikiwemo za sanaa na utalii. Idris Elba ambaye amewahi kutembelea Zanzibar wakati wa fungate ya ndoa yake na mkewe Sabrina Elba, amemshukuru Rais Mwinyi kwa kumfungulia milango ya visiwa vya Zanzibar ili kuangalia fursa mbalimbali zilizopo.